Ni season ya ubaya ubwera part 2, Uh, ikiwa inazidi kuonekana maboresho makubwa ndani ya kikosi cha Simba yakiwa inazidi kufanyika na baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kudiriva na kutoa kiwango kikubwa au kiwango bora zaidi, tayari Simba imeweza kuachana na nyota hao, na kuachana kwa Simba na hao wachezaji ambao wameshindwa kuwa na kiwango bora ndio wakati ambao Simba wanaotumia kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini kwamba kuna kitu cha ziada wanakwenda kukiongeza katika nafasi hiyo. Usiku wa jana, Simba imepata nafasi ya kumtambulisha mchezaji wa tano katika hili dirisha dogo la usajili, yote kwa yote, ikiwa ni sehemu ya kuzidi kuimarisha kikosi chao. Crotus uh, chota chama e, uh, Triple C uh, mwamba wa Rusaka ndiye amekuwa mchezaji wa tano uh, kukamilisha usajili wake na kutambulishwa uh, kama mchezaji wa Simba Sports Club katika nafasi hiyo. Moja ya sehemu ambayo tumetazama performance wise amekuwa ni moja ya sehemu ambayo ameonyesha nguvu, uh, uredi na ukomavu mkubwa katika nafasi hiyo. Baada tambulishwa kwa Krotus chora Chama, ambaye amewahi kuwa mchezaji wa Yanga, hapa anamzungumzia uh, Fiston uh, Mayere Mayere ameguswa na utambulisho wa Krotos Choda Chama na akaweza kutoa e, mtazamo wake na akaweza kutoa hisia zake juu ya Chama kurejea kwake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimba, Simba nitaomba ni nukuu sehemu ya maneno ambayo uh, Mayere ameweza kuiandika kupitia katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini baada ya utambulisho pia, uh, moja ya wachezaji ambao waliweza kumpongeza uh, Chama kurudi kwake ndani ya Simba ni Fiston Mayere. Mayere aliandika hivi ya kwamba "The best number 10 is back." Welcome again, Mwamba wa Rusaka akaweza kuandika kupitia e, karika page yake ya Instagram. So ujumbe huu umekuwa ni moja ya ujumbe ambao uh, watu wengi kila mmoja amepokea kwa nafasi yake na watu wengi wamefurahishwa na hichi ambacho uh, Fiston uh, Mayere ameweza kuainisha na kuweka katika ukurasa wake wa Instagram akithibitisha kwamba Chama ndiye best number 10 kwa maana ndiye mchezaji bora namba kumi, lakini pia akimkaribisha e, kwa wakati mwingine ndani ya kikosi cha Simba. Ukimtazama Chama mmoja Warwaki, ambao amedhihirisha na kuweka wazi zaidi ubora wake mkubwa ambao amekuwa nao katika upande wa Simba Natangwa. Na tangu anaondoka akaja Jean Charles Aoua, alicheza kwa kiwango kikubwa, lakini hakufikia hatua ya Chama na kuweza kureplace nafasi ya Krotos Chota Chama kama ambavyo ilikuwa e, katika nafasi, kwa sababu tazama Chama, namna ambavyo alikuwa anacheza wakati akiwa ndani ya Simba, ni mmoja wa wasaji wazuri ambao alikuwa na uwezo kutengeneza nafasi, anaituliza timu katika safu ya ushambuliaji, ana uwezo kutumia nafasi, ana uwezo kutumia, kutumia mipira ya kutenga, jambo ambalo Aoua alishindwa kutoa na ujio wake ndani ya Simba alikuwa ni msaji mzuri ambaye mara nyingi alicheza kama namba tisa, kwa maana ya kwamba naye alisubiri kutengenezewa nafasi, wakati ambao Simba wao, uh, mfumo wao ulikuwa ni mfumo wa kumtegemea namba kumi kama ilivyokuwa kwa Chama aweze kutengeneza kwa washambuliaji katika nafasi hiyo. So Mayere naye kaguswa na ujio wa Chama na anakwambia the best number 10 is back, welcome uh, mwamba wa Rusaka again katika upande huo so Mayere katoa ujumbe ambao mashabiki wengi wa Simba wameweza kufurahia kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa, na kila mmoja katika nafasi yake akiwa na mtazamo wake juu ya hichi ambacho Mayere anakuja kukifanya katika upande huo na kuhakikisha kwamba timu inarejea katika ustadi, ushindani na ueredi wa hali ya juu. Ikumbukwe Simba kora mechi ya hivi karibuni dhidi ya Esperance de Tunis tarehe 23 ya mwezi wa kwanza, na Chama ni miongoni mwa seji ambayo atatumika katika mchezo huo. Tayari amesafiri na kikosi na Steve Baker moja kwa moja, anaamini katika uwezo wake mkubwa alionao Anakwenda kuipeleka timu yake katika nchi ya ahadi, sehemu ya kile ambacho tayari kipo na kile ambacho Mayere ameweza kuzungumza juu ya utambulisho wa Chama, na yeye anakiri na kusema kwamba the best number 10 for now in uh, EPL uh, in uh, uh, T uh, in NBC Premier League. Huwezi ukashindwa kumtaja Crotus Chota Chama triple tro. Si upande wako, kauli hii ya Mayere unaizungumzia vipi na una maoni yapi juu ya hichi ambacho Mayere kaweza kuzungumza?